Katika chuo kikuu cha Makerere Uganda, ujumbe wa vijana kuchukua nafasi za uongozi ulirindima. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiwahamasisha vijana kuchukua hatua wakati wa mkutano huo wa pili wa mwaka wa viongozi wa wanafunzi uliofanyika jijini Kampala, Kenyatta anasema kuwa wakati mataifa mengine duniani yanajishughulisha zaidi na mambo yao ya ndani, Afrika lazima ijitazame yenyewe na kujitegemea, na ni lazima vijana wawe mstari wa mbele katika kuendeleza juhudi hizo. You our young people will have to play your part in reshaping the destinies of our countries of countries birth. And you will help us realize that this is the moment for each and every one of you to step onto the stage. Your time has come. Mkutano huo uliokuwa na kauli mbiu uongozi wenye uadilifu ulikutanisha pamoja viongozi na wanafunzi kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki. Lengo lilikuwa kukabiliana na changamoto ngumu zaidi zinazolikumba bara la Afrika ikizingatiwa kuwa zaidi ya asilimia 65 ya watu wote barani Afrika wana umri chini ya miaka ishirini na mitano. Kenyatta anaamini kuwa mustakabali wa Afrika uko mikononi mwa vijana ambao wako tayari kujituma kuchapa kazi na kukataa kabisa migawanyiko na ufisadi are below the age of 25 you have the numbers you have the time you have the energy to get involved and stay involved in governance discussions until you effect the change you wish. Makamu wa Rais wa Uganda Jessica Alupo alionya kwamba maneno matupu hayatoshi na ni lazima maneno hayo yafuatwe na vitendo halisi, akiwataka vijana kutilia umoja wao maanani.